Habari za wakati huu, na leo nikukaribisha kwenye mfumo wa usimamizi wa biashara ndogo ndogo na zakati. Na kwenye huu mfumo ukianza tu hapa kwenye website au landing page, kuna language switch, unaweza kuchagua Kiswahili au Kiingereza. Na kama ni mara yako ya kwanza, unaweza kaja direct hapo ukaanza na free trial ambayo tunayo hapo, ukaanza na free trial itakupa siku saba ambapo ukishajaza taarifa zako zote hapa utajaza taarifa zako, lakini pia utajaza jina la duka lako. Lakini kwa sababu mimi tayari akaunti nayo nitaingia direct kwenye akaunti yangu okay. Na kama mnavyoiona, nipo kwenye akaunti mpya. Akaunti yangu inanipa access ya kufungua maduka mengine, kwa sababu ni premium akaunti au ile package ya 155 ila kwenye trial unapata the same offer. baada ya hapo, unaweza ukaswitch na ukalipia 155 baada ya, ya ile kulipia elfu tano baada ya mwezi wa kwanza, unakuwa unachagua endelee kulipia kwa namna gani. Kwa hiyo kwa hapa nitaielezea overview, jinsi ambavyo platform inaonekana. Unaweza kubadilisha hapa juu kama kawaida, kubadilisha lango kwa Kiswahili au ukaweka umeona kwa hesabu wadai, au ukaweka kwa Kiingereza ili kuelewa, kutokana na wewe unataka kuelewa kwa vipi. Hapa chini kwenye akaunti yangu ndio kuna sehemu ya billing, ambapo unaweza nikaja ku upgrade au nikaja nikaadi profile picture mwanaweza, mnaeza kaadi profile picture account yangu ya yeah. Kwa hiyo hapo ndo mwanzoni kabisa ambapo naanza sasa, nikirudi kwenye dashboard hapa.